Nikimalizia na jambo la tatu mm, wanasema ada ni kitu ambacho mwanadamu anakuwa hawezi kukiacha. Kwa mfano mimi, ikiwa ada yangu kuzungumza ile kuwa maovu, kuwasema watu, inakuwa kama vile ni roho yangu, haiwezi kuishi bila ya kile. Lakini ada ni kitu ambacho ni muktasab, ni kitu ambacho mtu anakitafuta, anakichuma, anakitafuta, anakitafuta. anakitafuta. anakitafuta. ndo anakipata. hakiwezi kuja tu hivi hivi. Sasa kinachokuja hivi ni maumbile saa nje ya maumbile hapo, unapata ada unapata mafunzo. Kwa hiyo zile ada chafu ambazo mwanadamu kazipata kazichuma kazitafuta mpaka mm, zikaingia katika nafsi yake. Ada wanasema maana yake ni kitu ambacho mtu anakitafuta anakipata, baada ya hapo kinamjia pasi na mkusudio, kinakuwa ni kama, katika sehemu, kinakuwa kama ni sehemu katika maumbile yake ndiyo. na katika baadhi ya watu ambao ni wanazuoni wa elimu ya nafsi wanasema ili mtu awe na mazoea mazuri, mazoea mapya lazima zipite siku ishirini na moja Mdew. anakuwa, anakuwa ada zile kashaziacha, anakuwa anapata ada mpya ambazo kashajizoesha kaziacha, ada hizi kaingia katika ada nyingine kwa muda wa siku ishirini na moja mabadiliko yanatokea. Mdew. Mdew. Sasa Ramadhani inakupa siku thelathini kwamba hizo siku ishirini na moja na nyingine za ziada thelathini unabakia He. katika hali kama ile, kwa hiyo zinaondoka kabisa ada zile mbaya. Hapa mtu asije akasema, kwa nini mmejizuia lakini bado nimerudi katika mwezi mtukufu Ramadhani. katika mambo yangu ajitahidi kwamba, je, alikuwa na, ana, anafanya katika misingi inayotakiwa, anajizuia kweli ndio? au anajizuia hali ya kuwa nafsi yake inataka, yani kama vile uko baina wa baina. Aliweka azma ya kweli Yeah. kama itakuwa kaekaa lazima ya kweli, kama alikuwa na tabia chafu ya uzinzi, ana tabia chafu ya kunywa vinywaji viovu, ana tabia chafu ya kukaa katika vikao ambavyo ndani yake Allah kai kupitia Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kavifananisha kama ni, ni punda aliyooza vikao yeah. ambavyo Allah subhanahu wataala hatajiki, yeah. itakuwa mambo hayo yote amesha ameshayatoka Mwezi wa Ramadhan utamsaidia katika misingi kama hiyo, mm -hmm. kubadilika na kufuata ada zilizokuwa nzuri.